Poa, kama kawaida. Fresh uko poa? Yani, niko fresh. Kizinga leo umekuwa tofauti kidogo. Eh, unyama leo. Unaona? Mm -hmm. Kabla unyama kwanza mm -hmm. Kuna kidude chako cha ukapteni na kionaga hapa. Ah, ule usinga hey. Ule usinga bwana nimeuacha kwa sababu ya heshima ya hey. Hey. Hili vazi hili vazi ni miongoni mwa kauli mbiu ambazo tumekubaliana hey. hey. Wote kwa pamoja kwamba hatuchezi. Na nani? Mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans na viongozi wetu tulikubaliana kwa pamoja kwamba hatuchezi kwa, kwa lengo la kuokoa mpira wa nchi hii. Mlikubaliana mlikutana wapi mpaka mkakubaliana hivyo? Vikao vipo vingi sana. Kuna vikao vya magrupu yeah. Kuna vikao vya kupigiana simu yeah. Kama umeweza kuona Tanzania nzima yeah. Kila mtu amekuwa akitoa tamko yeah. Eh, Dar es Salaam tumetoa tamko letu yeah. Morogoro wametoa Zanzibar yeah. Eh, kila sehemu wametoa matamko yao. Kwa hiyo na sisi ni miongoni mwa watu ambao baada ya kukubaliana kwa hiyo, na mimi naendelea kutumia vazi hili. Meneelewa, hii ni episodi ya nane. Episodi ya nane imemalizika kwa hiyo episode ya nane ambayo hatuchezi imemalizika. Kwa hiyo wale wote mliokuwa mnategemea kuiona dabi, tegemeeni episode itakayofuata ishirini ishirini na sita ishirini na tano ishirini na sita tegemeeni kuiona episode itakayofuata, lakini sisi na wao tumekwisha maliza. Lakini uh, kizinga wanasema mashabiki wa Young Africans. Kwanini Yanga mnakuwa na jambo dogo, mnalifanya linakuwa kubwa kabisa hivi? Ah, okay. msikubali tu, mkatumia busara uh, dabi ikachezwa kama kawaida mambo yote asifike kote huko. Busara sio sehemu ya mafanikio ndugu yangu busara sio sehemu ya mafanikio, na busara haijawahi kusimama mahakamani ikatumika. Nataka nikwambie kitu kimoja. <clears throat> Ah, tume, tume, bodi ya rigi pamoja na TFF waliwaandaa waliwaandaa wadau mbalimbali kwa lengo la kuutengenezea sheria mpira wetu. Kanuni ziliandaliwa, kanuni ambazo zitakuwa chini ya mwongozo, si ndio? Kama tulikubaliana kuzitengeneza kanuni za kutuongoza sisi katika ligi yetu ya ndani Tulikubaliana tusizivunje si ndio? Kwa nini tusizifuate sheria na kanuni zinavyosema? Ukijitokeza wewe kuivunja sheria na kanuni, basi wewe hutufai. Umenielewa? Kwa hiyo hii ni kama mahakamani, unakuwa umekula kiapo. Kiapo kinachokuwa umekula wewe na hapa kuitumikia sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hapa kuto kuivunja. Kwa hiyo, kwa kuwa tulikubaliana wote kwa pamoja kuitumikia sheria kuitumikia kanuni ya mpira wa nchi yetu. Wewe nani unakuja kujitokeza kuvunja sheria? Kama wamevunja sheria, sisi hatuko tayari kuungana nao katika hilo. Hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kuzifuata sheria na taratibu za mpira. Kizinga wanasema kama sheria na kanuni ambazo nyinyi mnaonekana kusimamia sasa hivi, ikisema TFF na bodi ya ligi wafate kanuni. Simba na Yanga zingekuwa hazipo hapa sasa hivi zingekuwa inawezekana hata ligi daraja da la pili huko. Sasa wewe ukija kuangalia, sheria zililetwa kwa sababu ya nini? Sheria zilitungwa kwa sababu ya nini? Kanuni zililetwa kwa sababu ya nini? Zifuatwe na zitekelezwe. Kama zimeletwa kwa sababu ya kufuatwa na kutekelezwa, kwa nini msitekeleze? Kwa hiyo wewe kabisa we, tunasema kama sheria zime, zimetengenezwa lizifuatwe na bodi ya ligi wanasema na TFF kwamba tukizifuata sheria na kanuni, basi Simba na Yanga wanaweza wakawa pabaya, basi wewe ndo chanzo, wewe ndo nini? Wewe ndo mharibifu namba moja, mtuhumiwa namba moja ni wewe, na ndio maana mana tunalalamika kwamba ki... hawa watu hawatufai wa kama wewe ndo umezitengeneza sheria unasema unatubeba sisi, unatubeba kwa sababu ya zipi? Kizinga, tumeona uh, waziri wa michezo paramaganda Kabudi aliwaita uh, viongozi wa Young Africans pamoja na viongozi wa Simba, wa bodi ya ligi pamoja na TFF, akazungumza nao kila mmoja kwa wakati wake, japo uh, uh, inazungumzwa kuwa jam, mada adabi haijazungumziwa lakini, kwa vyovyote itakuwa imegusiwa japo kidogo. Nyinyi, Young Africans mashabiki, mnavyogomea hivi, na waziri akizungumza nao na viongozi wa Young Africans wakikubaliana, wakikubali, ya wakikubali kucheza dabi, nyinyi mashabiki mtakao upande gani wakati tayari msha print na t-shirt kabisa? Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja, ili jambo sio kwamba alikuzungumzwa na mimi ndo nawaambiaga wa Tanzania siku zote, hapa ndo utakapoona utofauti wa kiongozi wa mpira na mtu asiyekuwa wa mpira, utaona kiongozi wa siasa. Mwenelewa, nataka nikufundisha kitu kimoja, Injinia Harris huyu ni rais wa vilabu vyote barani Afrika mwenye Afrika, mwenyekiti mwenyekiti, ndio mm. Rais tunahitaga sisi huku. Umenielewa? Sawa, mwenyekiti yeah. wa vilabu vyote barani Afrika. Engineer Harris kuaminiwa na kafu sio jambo dogo. Umenielewa? Kauli ilikuwa ni dogo tu, herufi tatu amezisema mm. Wananchi mmenichagua ku, si, si, mmeniamini mmetuchagua kwa ajili ya kuiongoza Dar es Salaam Young Africans. Ndio, akasema asante, akaingia kwenye gari akaondoka. Nenda sasa kwa yule mwanasiasa alivyoulizwa. Simlimpa vitonge nyinyi mm mzee unazungumziaje kuhusiana na, na kilichotokea ndani? Anakuambia, waziri alituita tuzungumzie mambo ya mustakbara wa, wa mpira wa nchi yetu, sijui ni na nini. Kwani waziri pala magamba hujui mpira wa nchi yetu hajui. Sema tumeitwa kwa ajili ya mstakbar wa dabi, basi natosha. Lakini akaanza kujikanyaga. O, sisi hatuko pamoja na wao, hatukuwa na vikao na wao, wao wameitwa kivyao. Kama tungekuwa nao tungekaa nao huo ndo utofauti wa kiongozi wa mpira na kiongozi wa siasa. Picha zile zinaonekana Young Africans wapo kwenye kikao tofauti na Simba wakaingia tofauti, bodi ya ligi na TFF nao wakaingia pamoja tofauti. kwanza tumpongeze waziri waziri na naibu wake pamoja na Msigwa, wamefanya utaratibu uliokuwa mzuri. Kama wangetuweka kwa pamoja wote, tusingekuwa na maelewano. Umenielewa, walichokifanya wameandaa utaratibu. Tumeanza Dar es Salaam Africans tumeingia ndani mule tumetoa maelezo yetu, tumetoa kero zetu, tumetoa mitazamo yetu na mahitaji yetu ya kuwa hatuchezi. sababu za kuto kucheza ni kuto kufuatwa sheria. sheria ya mpira wetu inafanywaje? inakanyagwa. hatuko tayari kushiriki dhambi ya kuvunja sheria na kanuni za mpira wetu. kwa hiyo sisi tumekataa, kwa kuwa wameamua kuwabeba hawa watoto ambao wanasababisha wana, wana, wana wao kuwa wanavunja sheria kila wakati, kwa sisi tumeamua kuwa hatuchezi. Kwa hiyo waziri ameyasikiliza maoni yetu, waziri ameyachukua mambo yetu, amechukua matakwa yetu, ametuambia kwamba nendeni, nitawaiteni tena mara baada ya kumalizana na sisi. Kilichofata, aliwaita na wale waliofata, akawachukua maelezo yao. Baada ya kuwachukua maelezo yao, akawaita na watu wengine tena. Umenielewa? Kwa sisi wote tuliitwa kila mmoja kwa wakati wake. Kwa hiyo viongozi wetu sisi wa Yanga walichokifikisha kwa waziri ni kero, mahitaji na kauli mbiu yetu. Sasa ni yeye aangalie matakwa yetu sisi, yana mashiko haya bebe. Lakini, hayana mashiko ayaache. Lakini Kizinga, kitu ambacho kinachoanza kuzua maswali mengi ni kwa moja viongozi wa Young Africans ambaye alikuwa anasisitiza kuwa Yanga haichezi dabi nyingine yote na Simba Sports Club, lakini baada ya mkutano na waziri, kwenye mtandao wake wa Instagram aliandika, baada ya dhiki ni faraja. Inaonekana kama tayari viongozi wa Young Africans so, wamekubali kucheza dabi. Sio wamekubali, hmm, inaonekana tayari pointi tatu waziri anatupa paramagamba, anatupa pointi tatu, hmm, mtu wa mpira yule paramagamba, waziri. waziri mtu wa mpira na anajua yuko pale mama kamchagua, hataki kupinda. Hivi waziri anatupa pointi tatu yule, unavyoona nyinyi mkipewa pointi tatu na magoli hayo matatu mnayoyataka, Simba Sports Club, yeah, nao watakubali waende wakago... nikwambie kitu kimoja, sisi waziri anatupa pointi tatu, lakini Simba watakao kuwa wamepokwa pointi waende wakamdai, waende wakamdai Mguto, waende wakamdai na Kasongo, waende wakachukua pointi zao wakamalizane naye. Nataka nikwambie kitu kimoja wewe unaweza kuniambia sababu iliyofanya ya msingi kabisa kwamba dabi sichezwe. Zimetajwa sababu, pia viashiria vya rushwa pamoja na kiusalama. Zipi hizo rushwa? Ipi unaposema kwamba kuna kiashiria cha rushwa, halafu hujasema kwamba ni nini, rushwa ipi? Wewe TAKUKURU, TAKUKURU ndio mwenye dhamana ya kuchunguza, lakini uchunguzi wote huu ulitakiwa ufanywe mara baada ya mchezo kuchezwa. Kuingia na gari lililojaa mbuzi ni viashiria vya rushwa? Kizinga uliona wapi au mbuzi kuingia na vibabu ambavyo muda wa kwenda kufanya ibada tarawe, vingetakiwa vio vikafanya ibada kibabu, kina jinsi imeandikwa mpanzu, ndo ndo vichunguzi hivyo? Ah, ndugu yangu, bwana Kizinga, uliwaona vibabu, vimeonekana mbuzi, zimelia ah. kiumbe ambaye ana siri mbuzi yule, hujasikia ndali watu wanachungulia, bwana nini huko mbuzi bwana, hao mbuzi wanakwenda wapi jamani? Kafu wapo uwanja huu mbuzi wakiingia wakiwa nakula majani tunafungiwa. mm. <laughs> sababisha sisi tufungiwe na kafu waingiza mbuzi mule, Kizinga. Kituo kinachofuata sasa kwa Young Africans ni tarehe mbili dhidi ya Tabora United Tabora, ambao mechi ya kwanza ya ligi mzunguko wa kwanza iliweza kuwafunga nyinyi Young Africans goli tatu kwa moja katika dimba la Azam Complex, mnaendaje nyinyi kama Yanga? Unaona, unaenda kutoboa au ndio Tabora wanapiga pale pale kwenye mshono kama Christina Mwagala alivyosema? Hapana, mimi nataka nikuambia kitu kimoja <clears throat> Tabora wasitegemete na kutufunga Tabora wasitegemee kufanya kile walichokifanya kwa sasa hivi, tunakwenda kivingine, kwa namna ambavyo tunakwenda, tunakwenda na moto ule ule ambao tunawapa wengine. Tabora hawezi kunifunga tena mimi kwa mara ya pili. Tabora hanifungi kwa mara ya pili. Kwa nini? Eh, kwa nini? Kwa sababu kwa namna ambavyo nimejiimarisha, tulishajua kwamba Tabora sababu za wao kutufunga zilikuwa ni zipi. Na niseme kupitia nafasi hii, sababu ya wao kutufunga ilikuwa ni sababu ambayo sisi tulikosa uhuru wa kutrain vizuri pale kwenye uwanja ule. Sababu uwanja ulikuwa wa kwetu. Uwanja gani mlikuwa? Uwanja ule wa Azam. Wakati misimu takriban miwili mitatu mmekuwa mkiutumia uwanja yeah wa Azam kama. Nisikilize. Uwanja Nis wa Azam sisi tulizuiliwa. Tulizuiliwa na nani? Tulizuiliwa na uongozi wa ule uwanja. Uwanja ule ndio maana tumehama. Wewe unajua kama tulihama pale. <coughs> Uwanja nimeokodi mimi. Nahitaji ku training. Nahitaji kufanya moja mbili tatu. Unanizuia. Na wakati nimetoa hela mimi. Kaeni na uwanja wenu. Nasikia sasa hivi una utamajani ule. Wakazi wote wa kule Chamanzi wapi wanalia, wanatamani Yanga yao irudi. Zingi wanasema nyinyi Simba na Yanga mkifunguaga huwa mkosi sababu. Sababu huwa zinakuepo. Kwa nini tusikose? Sababu lazima ufanye uchunguzi kwamba sisi tumepoteza mchezo kwa sababu zipi? Sababu zimeonekana kabisa, hey, na pale ndio maana mimi nasema hii nchi kuna watu wanajaribu kutengeneza kanuni lakini wanashindwa kuzitumia. Bodi ya Ligi walisema kwamba yeyote atakayehusika amefanya vitendo vya kishirikina kuna adhabu kubwa, si ndio walivyosema? Lakini kuna vitendo vingi vya kishirikina vimefanyika, ikiwemo lile tukio la tarehe nane. Ushirikina mkubwa umefanyika sana pale vibabu, kama vile vinaenda ku... unashindwa kufanya uchunguzi wa ushirikina uliofanyika pale kwa vizee kuingiza mbuzi mule eh? Unashindwa kufanya uchunguzi kama huo, unakuja ku, kuja kufungia fungia mechi? Sheria ziko wapi? Kanuni ziko wapi? Mimi nataka nikwambie, Tabora walitufunga sisi, tulifungwa kwa macho ya mchezo, tulifungwa kihalali lakini sasa hivi tunakwenda tarehe mbili. Wewe mkazi wa Tabora, wewe mkazi wa Urambo, usoke Mwinyi, eh bwana, usevya kote huko, kama unajijua wewe ni mwana Yanga uliokomana, unaipenda Yanga, ulali bila kumwangalia pakome. Fanya namna yote unavyojua, muombe Mwenyezi Mungu. Mwezi wa Ramadhani unakwisha, andaa iftari, wana Yanga waje wafuturu, tia dua. Tabora tumnyonyoa hata goli tano. Sasa hivi sisi ndo tukiingia mkoani hata goli tano, Tabora tunampiga kama tumempiga Mashujaa, kabari yao, yeye nani yule? eh Mwana, mwana Yanga popote ulipo shikamana. Tabora huko tunakuja sisi. Hapo hatuchezi hizi tisheti jamani, tunawakumbusha hizi hatuchezi na Simba sio watu wengine hmm, tuko tunaenda nazo, tunawapelekea watu wa tabora tukota. Tuna hmm, tino master yupo anapeleka tisheti zote Tabora kule tunalo kuwagawia watu wa Tabora. Jiandaeni, mzigo unakuja kwa hatuchezi episodi ya nane, Kizinga, shukrani. Eh bana, asante sana.